Kabla ya kuzungumzia ilikuwa kuwaje kalenda ya kiislamu kuanza, kabla ya hapo, tarehe ilikuwa ikijulikana kutokana na matukio. Kwa mfano, kwenye vitabu vya sira tumesoma mtume alizaliwa mwaka gani, vinatuambia wulida nabiyu sallallahu alaihi wasallam Aamul Fil mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimminikie, alizaliwa mwaka wa ndovu. Kwa nini ukaitwa mwaka wa ndovu? Ni mwaka ambao kwamba kuna mfalme kutoka sehemu za Yaman Sanaa, akijulikana kama Abrah, aliandaa jeshi lake la ndovu kwenda kuvunja Al-Kaaba. Wakati huo Mwenyezi Mungu alilinda nyumba yake wama yalamu junuda rabbika illa huwa, Mwenyezi Mungu aliwatuma ndege wamebeba mawe matatu kila ndege, mawe ya motoni, jiwe moja mdomoni, mawe mawili miguuni, hilo jeshi liliangamizwa. Kisa hiki kimezungumziwa katika suratul Fil, alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil mpaka mwisho wa sura. Wakati wa tukio hilo, ndio wakati alipozaliwa khairul bariyah mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Kuzaliwa kwake wakati huo kukanasibishwa na mwaka wa ndovu. Na kwa nini uliitwa amul huzni, mwaka wa huzuni? Ni mwaka ambao kwamba alifilia ndani yake mama yetu mke wa mtume wa kwanza, Bi Khadija radhiyallahu anha wa arda, na vilevile vile ni wakati ambao kwamba alifilia ndani yake ami yake mtume Abu Talib, babake Sidna Ali. Kwa hakika wakati huo ulikuwa ni huzuni mkubwa mno kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ukajulikana kama amul huzni. Hivi ndivyo miaka na tarehe zilikuwa zikijulikana hapo awali, na hata tukirejea nyuma katika maisha yetu huko Afrika babu zetu walikuwa hawajui utaratibu wa miaka. Labda atakwambia mwaka wa El Nino, mwaka wa kipindupindu, mwaka wa tukio fulani. Ilikuwa ikiwasaidia kujua utaratibu wa mwaka. Katika utawala wa Saidna Umar, mtume ashaaga dunia, Abubakar keshaaga dunia, Umar ni mtawala Umar ndiye kiongozi wa Waislamu Amirul Mu'minin, kwa mwaka wa kumi na si, sita kutoka wagure ama kumi na saba aliwaita masahaba fastasharahum min aina yabdau tarihu. Akawashauri, ana ajenda mbili, ya kwanza akaiweka juu ya meza, tuanze kuhesabu kalenda ya Kiislamu tokea lini Ipo haja sasa hivi tuwe na kalenda yetu ya Kiislamu ambapo kwamba inatuelekeza matukio inatuelekeza mambo yetu ya kidini ya Uislamu, tuanzie wapi? Akawashauri masahaba, kila mmoja akaja na maoni yake. Kuna wale waliosema tuanze kuhesabu kalenda ya Kiislamu min maulidin Nabii sallallahu alaihi wasallam, toka Mtume alipozaliwa, kwa sababu ni kiumbe bora mwisho wa mitume amekuja duniani, tuanze kuhesabu kalenda ya Kiislamu toka wakati alipozaliwa kiumbe huyu. Baadhi wakasema tuanze kuhesabu kalenda ya Kiislamu toka wakati alipoteremshiwa wahi, yuko katika gharu Hira, Jibril anashuka na aya iqra, basi tuanze kuhesabu kalenda ya Kiislamu tokea wakati huo. Baadhi wakasema tuanze kuhesabu kutokea siku aloaga dunia Mtume, kwa sababu ilikuwa ni pigo kubwa kwa Waislamu, pigo kubwa kwa umma, ni kama giza limetanda duniani kuondokewa na kiumbe kama huyu, basi tuanze kuhesabu kalenda Kiislamu tokea wakati huo. Saidna Umar akaayid akaunga mkono akatilia nguvu hii rai ambayo kwamba nitahitaja ya mwisho kuna wale waliosema tuanze kuhesabu kalenda ya Kiislamu tokea kugura kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka Makka kwenda katika mji wa Madina. Anauacha mji aliozaliwa ndani yake, anauacha mji aliolelewa ndani yake anatafutwa kwa udi na uvumba na Makuraishi, yuko wanted. Anaotoka katika mji, anasimama juu ya bonde, juu kidogo, anauangalia mji, anaueleza mji wa Maka, wewe mji wa Maka, ni mji anaokupenda Mwenyezi Mungu, wewe ni, ni mji bora mbele ya Mwenyezi Mungu. Na la wallahi, watu wangu wasinge nilitoa ndani yako nisinge litoka, lakini maji yamezidi unga, lakini lisilo na budi hubidi. Mtume akauacha mji wa Maka akaelekea katika mji wa Madina, na ilikuwa ni khairi, ni mji ambao kwamba ilisimamishwa ndani yake dola ya Kiislamu. Mambo yalibadilika, dira ilichukua mkondo tofauti kabisa. Basi sana, Umar akaaidi hii rai, tuanze kuhesabu kalenda Kiislamu kuanzia hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Ndio maana leo tunapotaja tarehe za Kiislamu tunasema hijria, yani kutoka kugura kwa mtume Sallallahu alaihi wasallama kutoka Maka kuelekea Madina. Rai ya pili, ajenda ya pili akaiweka juu ya meza, mwezi upi uwe mwezi wa kwanza wa Kiislamu? Rai zikatoka tofauti, rai zikapishana. Kuna wale waliosema Rabiul Awwal, kuna wale waliosema mwezi wa Ramadhan, kuna wale waliosema, kila mmoja alikuja na rai yake, lakini kuna makhalifa watatu walikuwa kwenye hicho kikao, kuna masahaba wakubwa watatu walikuwa kwenye hicho kikao, wakaafikiana tuchague mwezi wa al-Muharram. Saidina Umar ambee kwamba ndiye khalifa wakati huo, na Saidna Uthman na Saidna Ali, hawa masahaba watatu wazito, hawa makhalifa watatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wakafikiana tuchague mwezi wa Almuharam ndio uwe mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Bil ikhtisari, ndugu Muislamu, hivyo ndivyo ilivyoanza kalenda ya Kiislamu.